Taifa la Tanzania kwa sasa lipo katika ramani ya dunia ambapo wengi wanaitazamia Tanzania kuona kile ambacho kinafanyika kwa sasa. This is after Mama Samia Suluhu Hassan eh, made the headlines of being the first woman dictator in the history of Africa and the world at large. I'm saying this particularly because there is a schedule Eh, maandamano on 9th of December few days from now, that the people of Tanzania wamesema liwe liwalo, lazima Mama Samia Suluhu Hassan atolewe madarakani, la sivyo taifa litakuwa taifa tofauti. Na the things that Mama Samia Suluhu Hassan has done is making the memories and Morris of the people of Tanzania to go high. One, the reason why people have now decided that this government is not listening to us that tutaelekea barabarani sasa, kama walivyofanya taifa la Kenya, kama walivyofanya mataifa mengine ikiwemo Madagascar, ikiwemo Nepal, ni mkondo ambao Tanzania unaelekea kwa sasa katika mipangilio yao ya kuandaa maandamano ya kimataifa tarehe 9 Disemba mwaka 2025. Na kile ambacho takazungumzia katika video hii ni kwamba Mama Samia Suluhu Hassan ameendelea kufanya makosa juu ya makosa nyingine. Na hapa tuko na mambo manne ambayo nataka nikujulishe tu ambazo ni mmoja wapo ya mambo ambayo yanawafanya watu wa Tanzania Eh, kuona kwamba serikali ya Mama Suluhu Hassan ni serikali katili na serikali isiyokuwa na uhusiano na watu. Jambo la kwanza ni kwamba wakati wa uchaguzi, serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan iliweza kuwashika wale wapinzani wakuu wakiwemo Tundu Lissu na kuwaweka korokoroni. Mama Samia Suluhu Hassan kabaki kashindana yeye mwenyewe. Katika jumla ya idadi ya wapiga kura waliopiga wali na jumla ya kura zilizopigwa, eh, idara ambayo inasimamia uchaguzi katika taifa la Tanzania liliweza kusema kwamba Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kushinda na jumla ya asilimia tisini na saba yani 97%. La pili, vijana walipoingia barabarani kuandamana katika tu ile hali ya kuonesha frustrations. Kuna tetesi kwamba serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan limeweza kuwaua vijana zaidi ya elfu mbili. Kuna video ambazo zimeweza kusambazwa katika mitandao za kijamii ambazo kweli zinaonyesha miili zikiwa zimetapakaa katika eh, vyumba vya kuhifadhi maiti katika hospitali e, za Tanzania. Swala la tatu ni kwamba wakati mama Samia Suluhu Hassan alipokuwa akikula kiapo, aliweza kula kiapo katika makao ya taifa la Tanzania la jeshi la Tanzania ama the military camp ukipenda. Hilo ni kitu ambacho kimefanya Watanzania wengi kutoamini Ule mstakabali ama ule mwenendo mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuchukua kunyakua madaraka katika awamu yake ya pili. Jambo la nne ambalo sasa Tanzania wanasema katu hatuwezi kubali ni kwamba kuliletwa mtu ambaye, kulingana na watanzania wenyewe, au qualify kuwa prime minister wa taifa la Tanzania na ukumbuke jina ya waziri mkuu liliweza kutolewa na mama Samia Suluhu Hassan, bunge la Tanzania likaweza kupitisha siku hiyo hiyo, na siku ya pili asubuhi waziri mkuu aliweza kuchukua kiapo na kuingia ofisini, kitu ambacho Tanzania wanasema si mtindo wao, mambo kama haya kufanyika chini ya masaa ishirini na nne. La tano ambalo sasa Wanatanzania wanasema katu hawezi kubali. Tangia Tanzania kupata uhuru, marais wote wameweza kuja na kuondoka, lakini yale mama Samia suluhu ameweza kufanya ni kwamba ni ukatili na kitu ambacho akiandamani na demokrasia ya Tanzania, ni kwamba mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuwachagua familia yake na kuwaweka katika ofisi kuu za serikali ya Tanzania ama idara kuu katika eh, mamlaka ya jimbo la Tanzania eh, kuwepo katika historia. Nazungumzia Mama Samia Suluhu Hassan kumpa kazi mtoto wake wa kumzaa, eh, kuwa naibu waziri katika idara ya elimu, na vilevile kumpa kijana ambaye ameoa msichana yake kazi E, katika idara ya ofisi yake vilevile, jambo ambalo watu wa Tanzania wanasema haiwezi kubalika na wanasema katu, tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili mwaka wa elfu mbili ishirini na tano mama Samia Suluhu Hassan atakiona cha mtemakuni na atakielewa kwamba watu wa Tanzania ndo wenye madaraka nyingi kumliko, kwamba wao ndio wale tu anawanawapeleka mbele awasimamie na kusimamia taifa la Tanzania, lakini wenye kusema wenye kukubali hayo ni watu wa Tanzania. And you know the same mistakes that Mama Samia Suluhu Hassan is doing are exactly the same mistake that we saw in Kenya during the deadliest demonstration that ever rocked this country

rock the streets to say enough is enough and the same same thing is getting a rebirth in Tanzania currently there are organizations that are coming up to join the masses in calling out the Mama Samia Suluhu government when that day come na unavyojua Tanzania demokrasia yao bado hipo mbali. Demokrasia ya Kenya ipo mbali sana. Kenya imepiga hatua nyingi sana katika demokrasia yake ukilinganisha na taifa la Tanzania, taifa la Uganda, taifa la Sudan Kusini, taifa la Sudan kwenyewe, taifa la Djibouti. Manake naifahamu kwamba eh, taifa la Kenya, taifa la, Tanz taifa la Rwanda na vilevile e Ethiopia ni baadhi ya miji ama nchi ambazo zimeweza kupiga hatua katika e, jimbo la Afrika Mashariki na we are just waiting and hope that there, is, there will be no mass killings the way it has happened in Kenya mm, the way it has happened on those previous days when the youth went to streets